Wanasifu mtumishi wa Mungu. Amina. Naendeleaje? Naendelea vizuri. Habari za ibada? Ni njema kabisa. Muujiza wa kwanza Yesu kufanya ilikuwa ni, ni wapi na ilikuwa ni, ni kipindi gani? Muujiza wa kwanza Yesu aliofanya. Ndio. Sikumbuki vizuri. Okay. <laughs> Yesu alizaliwa wapi? Alizaliwa wapi? Alizaliwa Bethlehem. Bethlehem ya Yuda. Ya Yuda. Ndio. Babake na Samson alikuwa nani? akubariki sana. Habari ya uzima wako? Nzuri. Habari za ibada? Salama kabisa. Umejisikiaje kuwa kwenye ibada ya leo? Nimejisikia vizuri. Hii ni Street Gospel na hii ni SEIC TV. Moja kwa moja tuna swali, Yesu alizaliwa wapi? Yesu alizaliwa Bethlehem. Bethlehem? Eh. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima wako? Unaitwa nani? Naitwa Rita. Nina maswali kadhaa. hii ni Street Gospel na hii ni SEIC TV. Hupo nami mtangazaji wako Barack Jimen. Yesu alizaliwa wapi? Bethlehem. Ongeza sauti. Yesu alizaliwa wapi? Bethlehem. Ah, muujiza wa kwanza Yesu kufanya wa kwanza katika kuanza kazi yake ulikuwa ni nini?